Wakili Basila ni miongoni mwa watu wa huduma katika eh, banda ila katiba na sheria Mama Samia Legal Aid Campaign. Ulioko mbele yetu ni mgogoro kati ya ndugu, bibi yetu huyu alianza kupambana na mgogoro akiwa bado binti, lakini mpaka unavyomuona amezeeka, leo ndio inapatikana suluhu pamoja na mama wa eh, ndugu yetu Mzava ambaye naye alikuwa miongoni mwa watu ambao wa wanavutana katika mgogoro huu. Kwa kifupi mama yetu huyu hapa, bibi yetu alikuwa na dada yake, ambao alikuwa wanagombania wana eneo moja ambalo mama alikuwa inaonekana, hiyo inaonyesha alikuwa ameshapewa hati awali, baadaye ikafanyika double allocation, akapewa tena ndugu yake eneo lile lile. Sasa kuna maamuzi hapa katikati yalikuwa limeshafanyika yakiutawala, ikashindikana, akapelekana mahakamani akiwa dada yake huyu akiwa bado yuko hai sasa kwa sababu ulikuwa ni mgogoro wa ndugu, ukamalizika kwa deed of settlement. Vipengele vyote vya settlement vimesha vimeshatekelezwa isipokuwa kipengele kimoja ambacho halmashauri ya, ya, ya Arumeru walielekezwa wakagawe kiwanja namba saba kati ya ndugu hawa wawili. Sasa mpaka kufikia leo ki kijagawiwa hicho kiwanja, halmashauri ya Arumeru walikuwa na wana majibu yao walijitahidi kuweka effort na mwanasheria mkuu, mwanasheria wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha na yeye aliweka effort nyingi sana ili kuhakikisha hili linaisha, lakini kwa sababu marehemu alifariki, aliyekuwa anashtakiana na bibi hapa alifariki kabla ya jukumu halijatekelezwa, halmashauri waka stuck wakashindwa kutekeleza na, nani sasa, kwa sababu marehemu amefariki, sasa mwaka 2018 akapatikana msimamizi wa mirathi ya marehemu na akawa ameshaelekezwa nini cha kufanya kwa sababu kabla akijagawiwa hicho kiwanja, kiwa kina hati, halmashauri ilikuwa inataka kwanza kusarenda ile hati ya zamani iwe sarenda kwa halmashauri halafu ndio aweze kutoa hati mbili baada ya kukigawa kile kiwanja. Sasa zoezi la kusarenda hati alikuwa anatakiwa sainishwe, sio marehemu tena, ni msimamizi wa mirathi. Sasa msimamizi wa mirathi na yeye katika michakato ya kutafuta fedha, kwa sababu kiwanja pia kunadaiwa zaidi ya milioni moja na laki saba, kutafuta fedha, mchakato wa mahakama mpaka kufikia leo walikuwaja kabidhi bado nyaraka hizo, lakini kwa bahati nzuri nyaraka hizo nazo mkononi hapa tayari kwa ajili ya kumkabidhi ofisi ya mkurugenzi wa Arumeru rasmi, hizi hapa za usimamizi wa mirathi, na tayari uh, parties wamesha sign deed of settlement kumaliza huu mgogoro kwa condition, uh, nane ambazo wamekubaliana, lakini kwa kifupi uh, huyu hatambugudhi tena uh, uh, kijana wa marehemu ambaye alikuwa na yeye anakaa eneo ambako mama pia alikuwa na kadai, na kwenye miongoni mwa mgogoro hapo hapo, lakini mama pia alikuwa na bugudhi hiyo, kuna kaeneo kabarabara kidogo wanavutana. Yote hayo yameisha na leo wanaondoka kwa amani. Baada ya siku 21 ndugu Mzava anatakiwa kuwa ameshalipa milioni moja na laki mbili na elfu kumi na nne kama land rent, ili halmashauri na wao waendelee sasa kutransfer ile jina la marehemu kuja kwenye jina la msimamizi wa mirathi, halafu waweze kusarenda ile hati, afu ile eneo ameshalipima tayari waligawe na kila kipisi kitolewe hati yake, mama aishi kwa amani. E, bibi yetu amepambana kwa miaka mingi, lakini leo Mama Samia Legal Aid chini ya uratibu wa Wizara ya Katiba na Sheria umefanya kazi yake na sasa wana neno la kusema. So, so, mimi naitwa Upendo Upendoani, ninakaa Patandi Tengeru. Umekuwa na mgogoro wa kiwanja, viwanja vyetu miaka ishirini na moja sasa haviishi, mgogoro hauishi kila nikienda kwa mkuu wa mkoa kila nikienda kwa mkuu wa wilaya napigwa danadana tu, hauishi. Lakini nashukuru kwamba leo umemalizwa. Namshukuru Mama Samia kwa kutuma watu hawa waji watusaidie kumaliza migogoro kwa Rumeru. Naomba watume, atume watu mara nyingi, maana migogoro hii ardhi iko mingi, kwa hiyo naomba watume, atume watu mara nyingi, ili waweze kutusuluhisha mimi na wengine wengi ambao tuna shida kubwa ya ardhi. Mgogoro huo bibi yangu, umekutesa kwa namna gani? Umenitesa sana, maana sehemu yote ya kiwanja changu kilikuwa kinatumika na watu wengine. Nilikuwa na sehemu ndogo tu ambayo imebaki eh. Lakini nashukuru tumemaliza leo, namshukuru advocate Basila ambaye ameweza kumaliza mgogoro huu. Neno lako la mwisho kwa mawakili waliofanya kazi hii yote, pamoja pia na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unamwambia nini? Namshukuru, namshukuru sana kwa kutupa watu ambao wanaweza kutusaidia kumaliza migogoro kama hii. Jina naitwa Dennis Mzava ni mtoto wa marem Margaret Mjema ambaye walikuwa wakipambana na kesi na bibi aliyotoka kuongea sasa hivi. na mimi kama mteuliwa wa mirathi ndio msimamizi wa mirathi ya marehemu Margaret. Cha kwanza kabisa nipende kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuteua wanasheria kuja kusikiliza matatizo yetu katika jamii zetu, ni jambo la heri sana, tunamshukuru sana. Mungu aendelee kumpa nguvu. Kwa maelekezo niliyopewa na serikali nitajitahidi kuyatekeleza kama nilivyopewa mapendekezo leo, ila pia ni mimi nilikuwa na ombi kwa Mheshimiwa Rais, kutokana na mgogoro niliorithi na hizi gharama nilizopewa nilizozikuta ni kubwa kwangu, a pia na familia ambayo inanitegemea, na hali yangu kipato pia si nzuri sana kutokana na wategemezi wanaonitegemea, ningeomba kwa sababu ni mgogoro wa muda mrefu, Mheshimiwa Rais kama anaweza kwa huruma yake akawaagiza zile mamlaka zinazohusika hata hilo deni lisio ni kikwazo cha kumaliza mgogoro huu, basi hata akiwezekana lifutiwe hilo deni ili mgogoro huu uweze kukamilika, kwa sababu kweli nimeahidi, kwa sababu nina nia ya kukamilisha huu mgogoro, lakini kiuwezo, kwa kweli uwezo wangu ni mdogo kwao. Namwomba sana Mheshimiwa Rais akinisikia, basi kwa huruma yake aweze kunisaidia.